Hii ni Yanga TV, kipindi kinachokuletea matukio mbalimbali ya klabu ya michezo ya Yanga Africans na wadau wake. Kubwa zaidi wiki hii tutaangazia mchezo wa Ligi Kuu ya NBC dhidi ya KMC pamoja na maandalizi ya Yanga Africans kuelekea katika michezo ya mwanzo ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika. You, kikosi cha Yanga wiki hii kilishuka dimani katika dima la KMC Complex, Dar es Salaam kwenye mchezo wake wa nne wa ligi kuu dhidi ya KMCFC na kuibuka na ushindi wa mabao manne kwa moja. Magoli ya Young Africans yalifungwa na Maxim Pienzengeli dakika ya 36 baada ya kupokea pasi safi kutoka kwa Pako Mzuzwa ambaye naye alifunga goli la pili dakika ya 73 ya, ya mchezo huo. Endi Boyeli alifunga goli la tatu na la nne dakika ya 81 na dakika ya 92 na kufanya mchezo usomeke magoli manne kwa moja mpaka dakika 90 Pumelelo anayaacha tena kwa Zimbwe, Max Mpia Nzengeli, pa komzuzwa, Max Mpia Nzengeli, ni Max Mpia Nzengeli, alikuwa mtulivu kweli kweli ndani ya box ndani ya 18, akatulia kakamua ya kwanza ile ya pili, akamtazama mle mlangoni, wapi amekaa akaweka kubaya kule, ambapo asingefika mlinda lango Hamis Yasin Athumani anaokota kunyavu. Max amini, Hamis Yasin Athumani na Max Nzengeli akiandika bao la kutangulia kwa Wananchi Yanga Africans. Wajaribu kuondoka tena wao, Israel Mwenda, moja, mbili, tatu, Mwenda weka ndani ile, sasa pako ilikuwa ni shughuli ambayo ilianzia nyumbani kule uwani, Celeste yakoa akaigusa mara moja, Izra Mwenda aliweka pasi moja hasanati, pasi ya viwango mno, inamkuta Pakome Zuzwa, the ball in the space, a man on the space, the ball on the net. Mlinda lango angefanyaje? Kuna maisha baada ya dakika tisini alijikutwa anazongwa zongwa na mazonge yale, akauamuru na kuruhusu mpira ule moja kwa moja unakwenda kuzama kwenye kamba. Boyeli, mwamuzi amefunika pale kwenye doti nyeupe. Moja, mbili, tatu, anavuta pumzi, anatulia. Boyeliandi Boyeli cool selestekwa Aliweka pasi hasanati ndani ile na Andy Boyeli akawekwa chini ile na Ibrahimu Abbas nini, mwamuzi akasema weka pale lao la kwanza la Andy Boyeli kwenye Ligi Kuu ya NBC Tanzania Bara. Selesteku kwa yuko na mali Boyeli, Boyeli. Ameweka kwenye kamba, Andy Boyeli Kigilia, msumari wa nne. Zimekaa nne bwana, kwenye neti. Ni Andy Boyeli akipokea utamu kwelikweli pasi ya viwango mno kutoka kwa Celeste, kwa akasema inaonekana mnijui vizuri nyinyi, akausukumiza mpira ule moja kwa moja kwenye kamba. Boyeli mbili Yanga nne Nae na meneja wa habari na mawasiliano wa kikosi cha Young Africans ya Ally Kamwe amesema kikosi chao kipo tayari kambini kujiandaa na mchezo wa kwanza wa ligi ya mabingwa barani Afrika huku akiwakumbusha mashabiki wa Young Africans kujiandaa na mchezo huo ikiwa ni pamoja na uzinduzi wa jezi za kimataifa. Uh, safari hii tuna namba kidogo kubwa ambayo pia imekwenda kwenye timu za taifa, timu ya taifa ya Tanzania, Kenya, Zimbabwe Uh, Mali kote huko ambako wachezaji wamekwenda Chad, kwa na Lassine Koma pia wamesafiri kwenda huko, kwa kuna namba kidogo kubwa ya wawakilishi kutoka kwenye klabu yetu kwenye timu za taifa, lakini namba kubwa pia imebakia na inaendelea na mazoezi. Kwa mfano wachezaji uh, kama kina Yeli Ndibo Yeli Pacome Zouzoua Maxim, pia Zengeli yupo, Mudathir ambaye alikuwa kidogo na shida, ameanza kurejea kwenye timu baka ajasafiri ameanza mazoezi pia binafsi hajaanza kutrain na timu pamoja. Uh, tuna kikosi kizuri pia ambao kimebakia kina Bala Conte pia wapo ambao wanaendelea na mazoezi na mwalimu pale uh, uh, KMC Complex. Uh, leo pia ni siku nyingine ambayo tunafanya mazoezi na kwa mujibu wa program ambayo imetumwa na idara yetu ya mashindano uh, siku ya Jumamosi inshallah kutakuwa na mchezo wa kimazoezi. Wala sio mchezo wa kirafiki, ni mchezo wa kimazoezi kwa maana ya ambao utapigwa uh, Yanga dhidi ya KMC ambao tumewasiliana wenzetu kwa ajili ya wachezaji hawa amebakia kupata uh, mwendelezo mzuri wa programu ya mwalimu ambayo yuko nayo. Kwa hiyo Jumamosi utafanya huo mchezo wa kirafiki dhidi ya KMC. Uwanja bado hatuja confirm kama itakuwa ni pale pale uh, KMC Complex au itakuwa Gymkhana au itakuwa vitown bado hatuja confirm lakini confirm ni kwamba kutakuwa na hiyo mechi ya kimazoezi kwa Jumamosi. Yote hayo ni maandalizi ya kuiandaa timu kuelekea mchezo wa kimataifa dhidi ya Far Rabat ambao utafanyika Zanzibar. Swali so, kubwa ambalo wanajiuliza sasa hivi mashabiki na wanachama wetu, timu inaondoka lini kutoka Dar es Salaam, timu inakamilika lini kutoka kwenye timu za taifa? Yako mataifa, kwa mfano kama Tanzania, tunashukuru Mungu, wao wamekuwa na ratiba ya mchezo mmoja tu wa kirafiki. Kwa maana yake ukichea tarehe 14 hiyo mechi, tarehe 15 players watarudi, tarehe 16 watajoin kwenye maandalizi yetu wa Tanzania wote. Lakini yako mataifa wana mechi mbili. Mfano kama Chad ambao wanacheza na kuarain wana mechi mbili. Aa, Kenya wana mechi mbili ambazo zinakamilika tarehe 18. Tumefanya jitihada kushirikiana na FA za hizo nchi tarehe 18, baada ya hiyo mchezo, immediate ya wachezaji Eh, waanze safari na kwa sababu muda huo tayari itakuwa timu imeshaondoka Dar es Salaam kuelekea Zanzibar, kwa wachezaji hawa watajoin Zanzibar tarehe 19 inshallah, kwa ajili ya kufanya maandalizi ya mwisho ambako tutakuwa na siku 19, 20, 21, siku tatu za kujiandaa kuelekea mchezo huu wa kimataifa. Timu itaondoka hapa Dar es Salaam tarehe 18. Itaondoka tarehe 18, safari nzima tutaondoka kwa njia ya boti Uh, msafara mzima wa wachezaji viongozi, na baadhi ya uh, mashabiki ambao wamesema wanataka kutangulia mapema, kwa sababu unajua sasa hivi kwa simu nazopokea message nazoziona kwenye magrupu ya Yanga obvious, uh, sehemu ya Tanzania itahamia Zanzibar, sehemu kubwa ya mashabiki wa Yanga Africans wanataka kusafiri kwenda Zanzibar, na nimependa namna ambavyo wanataka kufika mapema. Unajua ukifika mapema, maana yake Uh, unatengeneza hamasa kubwa kwa wachezaji, wanawaona kwenye mazoezi wakiwa wanakwenda, wanaona Zanzibar imebadilika, imekuwa kijana njano. Kwa hiyo maandalizi, ile morali, ile hasira ya wachezaji mnaanza kuijenga mapema, kwenda kupambana kwenye pitch siku ya mchezo. Kwa hiyo ambao watasafiri mapema na timu wataondoka tarehe 19 tarehe 20, naomba waje waje na jezi zao, waje na bendera tuje na kila aina ya ngoma. Zanzibar ikabadilike kuwa kijani na njano. Jezi kwa ratiba ya kwanza ilikuwa tuzindue siku ya jana, na nilitangaza hili kwamba siku ya jana tungezindua jezi zetu, lakini kutokana na changamoto uh, mbili tatu uh, tukaketi chini tukasema hapana, tusogeze mbele yeah, uzinduzi huu mbele, na hatujakuwa na specific date, lakini ni weekend. Inaweza kuwa Jumamosi, inaweza kuwa Jumapili lakini weekend ambako tume tumekubaliana sidhani kama inaweza kuathiri hapo. Taratibu zote pigaji wa picha video za uzinduzi zimeshakamilika, tumeshazifanya ziko tayari, lakini kwa changamoto tu za namna ambavyo tutazindua na kuuza huo mzigo kwa haraka. Kwa hiyo mfumo mzuri wa watu kuzindua na wanunue kwa haraka ukizingatia Hizi ni jezi za kimataifa kwa hiyo ni limited edition. Sio mzigo mkubwa kama zile za ligi. Ni limited edition kwa hiyo zinakuwa na pieces chache. Kwa hiyo tutaweka mfumo mzuri kwa ajili ya kuhudumia watu wengi ambao watawahi, na taarifa rasmi ya siku nitakuja kuitoa nafikiri ndani ya hizi siku mbili, kama ni weekend ni siku gani. Jezi iko tayari na picha zimeshapigwa tayari, kila kitu iko tayari, ni utaratibu tu wa kuzindua na kuziuza. Tunatafuta hiyo timing ya kuzindua na kuziuza kwa pamoja. Yes. Wawe tayari kwanza wawe na subra, na subra na of course tuna jezi nzuri sana za kimataifa. Siku ya kupiga picha wachezaji walikuwa wanangania waondoke nazo. Jezi nzuri zimekuwa na kitambaa kizuri, design yake ni nzuri, cutting pia ambayo tumeitumia safari hii. Tumekuja na design tofauti watu wataona, kwa nzuri sana na tumefanya vitu vingi vizuri hata kwenye namna ya kuzitambulisha. Na kwa hiyo ni jezi ambazo mwanachama na mshabiki wa Yanga ambaye una fikra na una ndoto na una hamu ya kuwepo New Aman Complex siku ya tarehe ishirini na mbili, basi ni vyema ukazipata hizi jezi, ili ukifika New Aman Complex tarehe ishirini na mbili, unaingia ukiwa umevaa uzi wako wa kimataifa kwa ajili kima ya mchezo wa kimataifa. naye mwenyekiti wa tawi la Yanga la Seven Loans Supporter Alien Semwa amesema kwa upande wao kama tawi wamejiandaa vyema kuelekea mchezo wao wa kwanza wa kimataifa wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Far Rabat ya kule Moroko, utakaopigwa katika dimba la Amani Complex visiwani Zanzibar. Jua lengo la matawi ni kuisapoti timu yetu. Uh, tuna support kwa sababu tunafurahishwa na kile ambacho kinafanywa na timu yetu. uh, timu yetu inaenda kucheza hiyo mchezo wa, wa hatua ya makundi nafikiri tunaanza hapo Zanzibar. Uh, kama tawi maana yake tumejipanga kusapoti kadri ambavyo tunaweza. Nasema kadri ambavyo tunaweza, kwa sababu timu ni muunganiko wa vitu vingi mpaka ikaitwa timu, sio tu wale wachezaji. Mashabiki tuna nafasi yetu uh, benchi la ufundi lina nafasi yake, viongozi wana nafasi yake, wadhamini wana nafasi yao. Kwa hiyo hawa wote ndio wanaifanya kuitwa Yanga. Kwa hiyo uh, wajibu wetu kama Seven Lounge Yanga supporters ni kuonyesha tuna support vipi timu ili na sisi iendelee kutufurahisha kama ambavyo inatufurahisha. Actually, sisi tumejipanga tume kutembea na timu yetu kwenye mechi zake zote, sio tu hii uh, lakini hii ni kubwa kwa sababu uh, ni ya kimataifa uh, hatutaki timu yetu iende kinyonge. Kwa hiyo tumeshaanza mipango na tupo nao popote ambapo wanakuwepo. Kwa safari ya Zanzibar, tupo Zanzibar, tutaendelea kuwa mashabiki sawa na ambavyo wajibu wetu napaswa kuwa kwa Yanga yetu. Actually Yanga ni Yanga hata chini ya mwalimu gani awe vipi, lakini mwalimu ana nafasi yake. Uh, nasema hivyo kwa sababu unajua kuongoza ama kufundisha darasa la watoto wenye akili ni rahisi kuliko kufundisha darasa la watoto ambao inabidi uweke uwezo wako mkubwa ili wa wainuke mifumo na misingi ya Yanga imeshajengwa kabla ya mwalimu. Mwalimu akija, anakuja kwa ajili ya maboresho na kuweka uwezo wake ili timu iendelee kuwa bora. Kwa hiyo Yanga ni bora, lakini uh, mwalimu mpya tunategemea mengi kutoka kwake. Tumeona namna moja mbili ambavyo anafanya, tunaendelea kumwombea heri, aendelee kufanya kadri ambavyo tumekusudia tuone akifanya. Lakini kwangu mimi matumaini ni makubwa zaidi kwa sababu uh, tunapomleta mwalimu mpya, maanake tumejikosoa. Kuna sehemu tuliona pako sawa. Bila shaka, wenye wajibu wa kumleta mwalimu walikiona kitu kwa mwalimu huyu, ndio maana wakamleta. Sasa kile kitu ambacho wenzetu walikiona kitaalamu, mimi ni shabiki, sio mtaalamu, kitaalamu wao walikiona, basi hicho ndicho ambacho tunategemea sasa kuanza kukiona kwenye kwenye utendaji. Kwa hiyo naamini wameyaona mafanikio, ndivyo ambavyo mashabiki pia tutaenda kuyaona Zanzibar. Kwa ushabiki wangu wa mpira huwa naamini timu zikienda kwenye level moja zinafanana uwezo. Kwa hiyo uh, walio mpaka tumejichuja mpaka kufika kwenye hatua ya magroup, maana yake tunashabihiana kwa namna fulani kwenye uwezo wetu. Kwa hiyo ukishafika hapo, maana yake haupaswi kumhofia yeyote, kwa sababu tayari mmevuka, sawa na mpo kwenye level sawa ni jukumu la kufanya juhudi zaidi ili umzidi mwenzio kwa namna moja ama nyingine. Group letu kilitizama kwa mtazamo wa kimpira ni among magrupu magumu. Nielewa, lakini uh, binafsi huwa napenda kuanza na magrupu magumu kwa sababu uh, haya ndio yanayoweza kukupeleka kwenye mafanikio. Ukianza katika urahisi unaweza usifike unapokusudia kufika kwa sababu kutakufanya ubweteke. Hapa panahitaji kazi ngumu na kufanikiwa kwenye hili grupu naiona fainali. Mimi huo ni mtizamo wangu na nilipojaribu kutizama sioni timu ambayo inaweza kawa na uwezo mkubwa wa kuifanya Yanga ihofie. Unajua hofu ni jambo jingine. Sasa uh, sioni hofu yoyote kuingia kwa sababu sioni kwenye grupu timu ambayo inaweza kuitisha Yanga. Kwa hiyo mimi bado naona mafanikio, sina chochote ambacho nimeona cha kunishtua kwenye hilo group. Timu ni bora hata tungepangwa na timu gani, hatupaswi kudharau. Timu mpaka imefika hapo ni bora. Sasa ukiidharau ukaona kama grupu lako ni rahisi, hicho ndicho ambacho kitakufirisha. Kwa hiyo Yanga huwa inafanya juhudi nyakati zote na hicho ndicho ambacho tutafanya. Wito unaihusu Yanga, sio mashabiki peke yake. Nikisema unaihusu Yanga namaanisha kwamba uh, mchezaji afanye majukumu yake kama mchezaji, mwalimu afanye majukumu yake kama mwalimu, benchi lake la ufundi wote, uongozi wa Yanga wote, kila mtu afanye majukumu yake. Ndivyo ambavyo hata kwetu mashabiki, narudi na sisi tuna wajibu wa kufanya majukumu yetu. Majukumu yetu mojawapo ni kuhakikisha timu yetu inapokuwepo inapata sapoti yetu ya kutosha. Kwa hiyo wito wangu kwa mashabiki ni kwamba tusifurahie tu kuona timu inafanikiwa, tujumuike na kushiriki yale yote ambayo tunapaswa kuyafanya kama mashabiki. Ndio maana ni muhimu kuwa na tawi, ni muhimu kuwa na kadi za wanachama wa Yanga. Ni muhimu kushiriki mechi za Yanga. Ni muhimu kuangalia Yanga inafanya nini, hata kuangalia nayo na ni sapoti. Kwa hiyo mashabiki wote kwa levo zote, tuendelee kufanya hivi ambavyo tunapaswa kufanya kama wajibu wetu. Mashabiki tunapaswa kuwa na nao mashabiki wa Young Africans wameendelea kutamba kuibuka na ushindi katika mchezo wao wa kimataifa pale visiwani Zanzibar, huku kila mmoja akiamini kuwa wataenda kufanya maajabu katika kundi hilo. Mashabiki wote wa Dar es Salaam Young Africans, safari yetu wote ni kuelekea pale nyuu ya amani Zanzibar. Tunawaambiaje? Twendeni, msio na mashaka, msio na hofu yoyote. Viongozi wetu wanatupeleka sehemu yenye usalama zaidi. Tunakwenda kuwaambia Waarabu kwamba sisi Dar es Salaam Young Africans, raisi wa virabu vyote barani Afrika nyumbani kwake ni Tanzania, ofisi yake iko Moroko. Kwa hiyo rais yuko Tanzania, ofisi iko Moroko. Mtendaji mkuu ofisi ile atakuwepo New Amaan Zanzibar. Zanzibar kuna matata cha kuongezea, mjumbe wa kamati kuu ya ngazi ya vilabu duniani ulimwenguni, engineer Saidi atakuwepo New Amaan Complex. Amina yangu labda nikwambieni kuna watu wengi sana wameibeza, wameibeza Yanga kwenye lile kundi yeah, yeah. Ila kuna sehemu mimi nataka niwakumbushe, sisi tuna historia tokea uanze mwaka 2000 mpaka leo 2025. National Rally hajawahi kumfunga Yanga Tanzania. Nasemaje kama mzee, akapa point tatu. Unajua, ile kundi aliotupa ni kundi zuri sana kwa sababu watu wengi wanataka kucheza mpira kwa maneno. Sasa si hatuendi kucheza kwa maneno, tunaenda kucheza kwa vitendo, mpira unapigwa mguu Ewe wananchi Zanzibar, kunaendeka, twende tukamwone Ala Konte, twende tukamwone Pakome, twende tukamwone Dube Prince. Dube anaenda kufanya maajabu yake Zanzibar, kama uchebe Yanga kama kawaida, tunasema tunaunguruma pale Zanzibar, sisi wanaume tunaenda kuonyesha umwamba mbele ya Waarabu. Wao wanamuona mwarabu ni kitu cha ajabu sana, ni kitu hatari. Sisi mwarabu kwetu ni madafu, wacha twende tukamtafune mwarabu. Tunaanza na AS Far Rabat kumuonyesha kazi. ya kundi kaundi lile, sisi namna gani tunaenda kuongoza kundi chini chini chini ya Dixa. kwa ja! yeah! Majina anaitwa Elizabeth Erasto, mwanachama na shabiki kindakinda yake wa Young Africans. Robo fainali tunaenda, sababu tunayo nia, tunazo timu, tunayo injinia kiongozi wa FIFA, injinia mwenyekiti wa vilabu vyote barani Afrika atakuwepo New Amani Stadium Zanzibar. Hakuna matata bwana, mimi kama Kefa Chengula tuwaambie hao walabu wajipange nafasi ya tatu na ya nne. Sisi target yetu ni zile nafasi mbili za juu, na ndio maana Engineer Hersi alisema target yetu msimu huu ni kuhakikisha tunafika makundi, lakini tukiingia makundi tu tutakachokibakisha ni manyoya. Kwa hiyo ndugu zangu, tujipange, tunaenda Zanzibar na Zanzibar tunaendeka, ndugu zangu, pointi tisa na magoli pointi, na na magoli tisa, lazima zibaki Tanzania, hiyo ni do or die. Kwa hiyo tuwaambie Waarabu wale, ni Waarabu tuwaambie, nafasi ya tatu na ya nne wajipange, sisi nafasi ya kwanza na ya pili. Kati ya hizo nafasi mbili yetu yetu hapo moja ipo. Kwa hiyo mimi kama Kefa Chengula nafurahi sana. E bana, kwa majina anaitwa Elias La au anaweza kaniita Lisla. Kundi la Young Africans sio, si kundi gumu kama linavyoonekana kwenye macho ya wa watu, kwa sababu moja, Young African ni miongoni mwa timu ambayo ina wachezaji wenye kipaji kikubwa zaidi. Kwa sababu gani? Kuna National Ahly pale, kuna JS Kabili pamoja na Far Rabat, wote hawa tayari wana historia kuwa mabingwa. Lengo letu sisi hapa tumeamua kwenda na sisi na mabingwa kwa sababu sisi tayari ni mabingwa hapa kwetu. Tunakwenda kuonyesha ukubwa wetu kama Young Africans pale. Ndio maana ukiangalia kote Afrika hapa wanalitazama kundi D kama kundi gumu, lakini kwa upande wetu sisi Young Africans tumejipanga. Zanzibar! Zanzibar? <tipas> Zanzibar? <tipas> <tipas> <tipas> E bwana, kwa majina naitwa Machiri Yanga. E bwana, mashabiki wote wa Tanzania wote, wapenda mpira wote, wanaoipenda Dar es Salaam Young Africans kwa pamoja tuungane twende tukaishabikie timu yetu pale Zanzibar. Uzuri bosi wetu Engineer Said atakuwepo pale juu. Uzuri wanaotutangaza sisi tunazungumzia Azam Media, eh bwana, Azam Marine pale zipo, kwa usafiri rahisi mzuri, hauna gharama yoyote. Kazi yao ni kukusanya mashabiki na kuwapeleka kule. Niwaambie tu kitu kimoja, wa Tanzania wapenda mpira Dar es Salaam Angaafrikani, mashabiki wanachama, twendeni tukaisupporti klabu pale. Naam, hii ndiyo Young Africans, timu ya wananchi na mwekezaji ni wananchi mwenyewe. Dube Prince. Mpumelelo. Anaiacha tena kwa Zimbwe. Max Mpia Zengeli pa kumzuzwa. Max Mpia Zengeli! Moja mbili tatu mwenda weka ndani lisasa pakom! Oyeli. Mwamuzi amefunika pale kwenye doti nyeupe. Moja mbili tatu, anavuta pumzi, anatulia. Boyeli boyeli ameweka kwenye kamba! Andy boyeli, pigilia msumari wa nne! Zimekaa nne bwana, kwenye neti ni Andi Boyeli akipokea utamu kwelikweli, pasi ya viwango mno kutoka kwa Seleste kwa akasema, inaonekana mnijui vizuri nyinyi. Akausukumiza mpira ule moja kwa moja kwenye kamba. Boyeli mbili, Yanga nne. I love you Yanga.